Na jambo moja ambalo nilikuwa nataka tuweze kushirikiana kulifikisha kwa jamii tukihitaji kulitolea ufafanuzi sisi kama taasisi. Ipantaleo Bilikundi ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete, lakini pia ndo nimekaimu ofisi ya mganga mfawidhi eh, kwa muda huu mkubwa wetu wa taasisi yupo nje kwa shughuli nyingine za kitaifa. Uh, ndugu waandishi wa habari, nimewaita leo hii asubuhi ya leo, kuna jambo moja ambalo nilikuwa nataka tuweze kushirikiana kulifikisha kwa jamii tukihitaji kulitolea ufafanuzi sisi kama taasisi. Nadhani mnatambua kwamba kuna kiongozi mwenzetu uh, ambaye jana aliendesha kikao na wananchi, mbunge wa viti maalum wote uh, shuhudia siku ya Jumapili jana jioni alikutana na wananchi katika kufafanua hoja zake au sera zake. Akawa amezungumzia huduma tunayoitoa sisi kama taasisi, akigusia kwamba kuna kitengo mojawapo katika taasisi yetu kina changamoto, kitengo cha kuhifadhia miili maarufu kama mortuary. Katika hoja zile ambazo alizungumza kwamba ana ushahidi nazo, alizungumza kwamba katika kitengo chetu tuna utaratibu wa kutoa charges au kuwatoza wananchi pasipo ulazima na kugeuza kile kitengo kama sacos, maanake sehemu ya kukusanyia mapato pasipo ulazima. Naomba nianze kwa kukanusha kwa kusema kwa hoja ile aliyoitoa si kweli, si sahihi kwamba sisi tunapokuwa tunatoa huduma zetu, tunakuwa tunapeleka mwili, tunauchaji shilingi elfu arobaini na kuongeza gharama nyingine, limadi tu tujipatie kipato. Kwa kweli hizo ni taarifa ambazo naomba niseme kwa niaba ya taasisi na watumishi wote kwamba hizo ni tuma ambazo si za kweli. Sasa ningependa nchukue nafasi hii, labda nifikishe taarifa kwa umma na kina taratibu zake katika kutoa huduma kwa wapendwa wetu wanaokuwa wamepoteza maisha ko, mpindo wetu anapopata janga uh, hilo la kupoteza uhai akiwa odini akiwa sehemu yote ile, lazima apite katika hicho kitengo ili aweze kufanyiwa taratibu zingine zote za kimaandalizi ki na kidata au kiregistry, ili aweze kupata huduma husika. Na hii yote ina, ina, inafanyika hivyo ili katika kuweka rekod kuweka mambo sawa katika kuhakikisha usalama wa yule aliyepoteza maisha anaingia katika, anachukuliwa na familia sahihi au na ndugu sahihi. Lakini pia ni moja ya sehemu ku, ya kusaidia katika njia za kujikinga na maambukizi katika sehemu za hospitali. Lazima mwili pia upitie mazingira uwekwe katika hali ya usawa, ili na ndugu anapochukua tujue kabisa hawako katika hatari yoyote, na hiyo ni, ni kuendana pia na kuzingatia taratibu za miongozo iliyowekwa na wizara ya Afya chini ya serikali yetu kwa ujumla. Sasa labda wa gaji, chaji, zitoa kwa ufafanuzi wa chaji au tunazozitoa pale kwa huduma hii. Cha kwanza kabisa mwili unapotoka sehemu ulipokuwa maanake, uh, ikishathibitishwa kwamba amefariki ule mwili utaenda ile nyumba ya kuhifadhia au mochwali, na kama mwili utakaa chini ya masaa ishirini na nne hakuna gharama yoyote inayotozwa lakini, endapo utatunzwa kwa zaidi ya masaa ishirini na nne kwenda mbele, gharama kwa siku ni shilingi elfu kumi tu. Na kama tunavyojua kwamba mwili ukiingia mle, kama ndugu ataona, tunahitaji kuutibu, kuwekea dawa katika kutunza usiharibike, katika kutunza usiharibike, ridhaa ya ndugu ndio itakayosema tunahitaji ufanyiwe hiyo huduma ndugu atachangia dawa za kusaidia kuutunza ule mwili, nayo ni gharama ya shilingi elfu thelathini tu. Kwa mbali na hapo hakuna huduma, gharama yoyote ambayo ndugu atakayoingia kama sehemu ya ule mwili ku, kupita katika lile jengo. Lakini pia uh, kama mwananchi ameona kwamba amepata ndugu yake amefariki akiwa nyumbani, kuna wengine wanaomba kuja kuhifadhi katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora katika kile kitengo cha mortuary. Uh, pia mwili wa marehemu aliyefia nyumbani akiletwa katika hospitali atachangia elfu kumi na tano kwa ajili ya kufungua faili, kwa sababu tunapomhitaji hapa tunapomhifadhi hapa <coughs> lazima ingie katika rekodi za kwamba amepewa huduma katika hospitali yetu, na sisi utaratibu wa kuhesabika kwa kwamba umepewa huduma ni katika mifumo yetu ya kirecords. Uh, tuseme patient file kwa kupata ile huduma ya patient file ni elfu kumi na tano na ni bei ambayo sawa na mwananchi ambayo angekuja akiwa yuko hai. Kwa hatuna gharama kwamba kwa sababu huu ni mwili tuchaji zaidi, hapana. Anapata huduma kama mwananchi mwingine ambavyo angepata na pia gharama zinaendelea vile vile kama utalala zaidi ya masaa 24 maana yake atalipia shilingi elfu kumi kwa ile siku, na kama ataomba pia ule mwili upewe tiba au utibiwe, utunzwe, usiharibike, gharama ni zile zile, atachangia elfu thelathini kwa ajili ya zile dawa zitakazotumika, na pale atakapohitaji kuchukua atapewa muda uliotajwa na serikali. Nadhani nafahamika kwamba muda wa kuchukua hospitali ni ule muda wa kazi, saa 12 asubuhi kwenda mbele mpaka saa 12 jioni. Mbali na hapo, miongozo airuhusu mwili kutoka ndani ya taasisi, labda kwa kibaru maalum tu gozo ipo akielekezwa nafat. Uh, nazidi tu kutoa rai kwamba katika utoaji wa huduma katika sekta ya uh, afya ni moja ya kitengo ambacho tunatoa huduma kwa weledi, kwa utu na pia kwa kufata misingi ya kitaaluma. Uh, sisi hatupendi sana kufanya vitu kwa ajili ya kumuumiza mwananchi, yule ni mteja wetu na kama alivyo mteja kwa kiongozi aliyekuwa anaongea nao inapotokea kwamba kuna mkanganyiko wa taarifa, sisi tunawakaribisha katika hospitali yetu. Ofisi ya mganga wa mfawidhi ipo wazi masaa 24 kupokea changamoto hizo na kuzifanyia kazi, na kwa yeyote yule ambaye ataona anapata ugumu, tumeweza kuanzisha kundi la jamii ya Wanatabora, anaweka mle hoja zake zinatatuliwa. Namba za simu za viongozi, za uongozi wa hospitali zote ziko wazi, kwa mwananchi yeyote anaweza akapata huduma pata changamoto. Naomba niseme asanteni sana. Dokta Patrick Pantaleo Bilikundi ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete, lakini pia ndo nimekaimu ofisi ya mganga mfawidhi.